Sisi wazazi wa watoto tujaribu kuona namna ya kuwasaidia vijana wetu. Tulikuja wimbi gombi ni kwamba tuandamane, lakini sasa watu wakawa naulizana, sawa sasa, kama ni maandamano, mbona mkoani komaduka mko kiva, mbona mkopu mnasema tukachome na majumba ya watu na yalichoma ndio maandamano tunayotafuta hi? Eh, sasa vijana wale fulka ile, inapotokea jambo anaona kama la kawaida, na yeye anataka wesemiake hata. Matokeo yake vijana wengine wanapoteza maisha, wengine eh, ndio wengine wamejeruhiwa. Kwa hiyo lazima kama wazazi tubebe dhamana hii, tuone namna ya kuwajenga vijana wetu wawe watoto wazuri, watoto wenye kujua wafanye nini katika mazingira yake. Mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Kao, tuwalee kiroho ili wawe watoto wazuri kwa upande huo, lakini tuwalee vile vile kidunia ili na wao waweze kuwa ni watu muda wote wanaofikiri kwanza, wanaamua, wanajaribu kuona hapo una, unatakiwa una ufanye nini badala ya kuinuka na jambo tu bila kujua hata unakwenda wapi. Nikasema maadam tumeonana hapa na kwa sababu tutu wengine ku, naoka, mjini, mjini. Ah, hey, u unaokaa mijini mijini alafu kumbe mlikuwa na mambo shwari, lakini huko vipi, unaogopa kweli kweli hata kutoa mguu kwenda, leo mguu kidogo unaniuma, ompe anaogopa tu, unaweza ukateremka mjini kula, mambo yakakuharibikia. Kwa hiyo tujaribu sana kuyaona haya, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ni kimbuko la jambo ambalo ni ujifu wa amani mkubwa sana, na ndani yake watu wanapata madhara makubwa sana kao, tuangalie pande zote mbili, kiroho lakini vile vile kidunia, kwa maana ya mwili tuweze kuona namna ya kuwajenga vijana.